Habari, karibu GivenAll.com. Uh, nitaenda kukuonyesha kwa haraka zaidi jinsi ya kuweza kutumia application yetu ya GivenAll.com. Uh, application na website zote ni sawa na zinafanana, kwa hiyo nitatumia sekunde chache sana kufundisha jinsi ya kuweza kuitumia. Karibuni sana. Uh, kwanza application yetu inapatikana Google. Unaingia Google, una search maneno GivenAll uh, Com, au website yetu. Ukiingia hapa itakuletea hapa, utabonyeza karibu givenall.com. Ukifika hapa a, hii ni landing page au homepage. Hapa huko kwenye home page kuna bidhaa nyingi sana hapa. Kuna sehemu ya account au ingia hapa. Kama hauna account, basi utaandika majina ya account yako hapa a, kama unayo account Uh, kama hauna akaunti basi itabidi usign, uh, usign up yani, manake utajisajili hapa kwa kufungua akaunti mpya eh, alafu utaandika neno lako la siri hapa, lakini kama unayo akaunti basi ingia kwenye akaunti yako. Kama unayo akaunti usije kufungua akaunti nyingine, kwa sababu kama unaweza kulipa malipo yoyote kule au unafanya chochote kule, basi hakitaonekana na kama umesahau akaunti yako, tupigie simu au tuombe ushauri, tutakusaidia kurudishia akaunti yako. So, tuna login kwa kutumia akaunti yetu ya Jemima uh, John kwa sababu akaunti tunayo tayari. Namba ya siri ni siri yake, hatuwezi kuitaja nao hapa tumesha fungua akaunti tayari. Uh, ukija hapa utaona bidhaa zote, so tunabonyeza bidhaa yoyote tunayotaka. Mfano, labda nataka friji hii hapa, tukibonyeza hapa tutaingia kwenye product page, hii inaitwa kurasa ya bidhaa. utataka kurudi home, utabonyeza alama ya kijumba hapa, utarudi home kama unavyoona hapa tuko home, na ukitaka kwenda kwenye product tena yoyote utabonyeza product yoyote, utarudi kwenye product page kama hapa. Ukitaka kubadilisha lugha unabonyeza hapa, uh, language itabadilika. Umeona sasa hivi imeandikwa product page. Ukibonyeza tena Kiswahili, mimi napenda kutumia Kiswahili kwa sababu tumeitengeneza kwa gharama kwa, kwa kutumia Kiswahili rahisi sana. Uh, utaona itakuwa imebadilika tena, imeita kwa Kiswahili. So tukirudi hapa home, tutachagua bidhaa yoyote, labda nataka friji kwa sasa turudi, uh, home. Mfano, uh, now, tubonyeze bidhaa labda hii hapa. Ukija hii bidhaa ukibonyeza hapa, utabadilisha picha za bidhaa. Uh, ukishuka chini hapa, kuna sehemu imeandikwa hapa, unaona specifications za bidhaa. Lakini ilipa kidogo kidogo hii hapa ilipo, ukishapokea omba punguzo, hizo video zote nitakufundisha. Bonyeza chat WhatsApp kuweza kuchat na sisi. Ukibonyeza hapa juu, tuna account. Rudi kwenye account yako hapa, ukija hapa kwenye dashboard bonyeza hapa, uh, utaona malipo kidogo kidogo, kama unayo utayakuta hapa. Ukibonyeza tena hapa kwenye navigation, utarudi kwenye dashboard. Ukitaka kwenda home, bonyeza hapa, utarudi home. Uh, ukirudi hapa home, unataka kurudi kwenye akaunti yako bonyeza akaunti yangu, njo hapa chini dashboard. Hapa kuna notes unaweza kuandika chochote na kitafutika, njo hapa back. Uh, chagua unachotaka hapa, labda pochi na miamala, mikopo, malipo kidogo kidogo, utabonyeza hapa pochi na miamala. Hapa kama unataka kuongeza namba za ku, za kujisajili namba za za kuongeza salio hapa. Uh, unataka kuongeza salio chochote kiko hapa now, njo back home. Ukibonyeza mfano product labda hii hapa na picha mbili Shuka chini hapa, bonyeza hapa, utatazama uh, picha za bidhaa. Utaona hapa uh, video ya bidhaa, unaona kila kitu hapa, unaona eh uh, video ya bidhaa yote. Njio back hapa home, na utaona hapa kupanda juu, kuna uh, sehemu ya andiko hapa, bidhaa zote hii hapa. Hapo tuna bidhaa zote ambazo zimepostiwa humu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kama una muda mrefu hujaingia, basi ukiingia hapo utazikuta bidhaa nyingine zimeongezeka, kila siku zinaongezeka hapa. Njio back home. Msaada hii, ba, hii bata ni ya msaada. Kama unahitaji msaada wote mwisho, kama unabonyeza hii. Kila bidhaa jamani, ukija hapa kila bidhaa ina namba ya bidhaa, hii hapa namba ya bidhaa hii. Kwa hiyo chukua hizi namba tatu zikopi, hata kama umeisahau hii bidhaa umeisahau, njoo hapa, unaweza kubonyeza hapa au kubonyeza hapa au kaje kubonyeza hapa kwenye kutafuta hii bidhaa, ukaandika ukapaste hiyo bidhaa hapa, uka search, nikaipata hii bidhaa tayari. Kwa mfano nataka kitu chote kingine, labda nimebonyeza hapa, labda ninahitaji uh, sabufa hata uh, ukikosea huwa inakuja labda sabufa, mbona zinakuja sabufa friji? Utaona zinakuja friji nyingi sana na, hii hii na, na, uh, na nimeelekeza kwenye video nyingine, so hii ni quick tour nafikiri hapo takuwa umenielewa. Karibuni sana Givenall.com. Tunapatikana njia panda ya mtaa wa Ndanda na Muhonda hapa Kariakoo. Karibuni sana.